Unajua kuna siku unaweza ukaamka ukiwa na nguvu nyingi sana ya kutengeneza content. Hata mimi ninakuwa ni hivyo hivyo, kuna siku naweza nikaamka nikawa sina mudi kabisa ya kufanya lolote lile. Lakini unajua kitu gani? Motivation haiji kila siku, na hilo hata wewe pengine unaliona, na ndio maana basi mimi kama mimi nimekuwa ni mtu wa kuweza kujifunza kuendelea kufanya kile ambacho unakifanya hata pale ambapo nahisi kuweza kuchoka. Sasa let's say mimi mfano creator ambaye bado ni mdogo, nimekuwa nikijitafuta bado, na ukweli ni kwamba hata wewe kama ni creator mdogo, nataka nikwambie, hata wewe hautoweza kuona matokeo ya haraka. Nataka tukubaliane na hilo, lakini kila video ambayo nimekuwa nikirekodi, kila post ambayo nimekuwa nikiweka, inanikumbusha kile ambacho nilikuwa nakitaka na kuona kuwa kuna safari refu sana ambayo nahitaji kwenda kufikia zile ndoto zangu na maono yangu. So hata wewe pia nikwambie tu usikate tamaa, jaribu kutazama basi kule ulipotoka hadi leo ulipofikia, angalia utaona una improve. kila unachokifanya unajikuta unajifunza kuliko jana na leo, unakuta ipo tofauti, kuna vitu ambavyo unavifahamu kwa sasa. Content zako zinabadilika kila siku. Ukitazama video zako za nyuma tazama video zako za sasa, utaona mfano kama mimi, huwa natazama video zangu zilizopita na kuangalia na kujiuliza, da, huku ndipo ambapo nilipotoka. So nakuta inanipa mimi nguvu na kukumbuka maono yangu. Ukweli ni kwamba safari ya content creation sio rahisi kama vile ambavyo unafikiria. Watu wengi huweza kukata tamaa mapema sana, lakini kama una ndoto kubwa na ndoto ya kweli, nikwambie tu unapaswa kuweza kujifunza kuvumilia kipindi ambacho hakuna ambaye anaona kazi yako. Kama haupati motivation leo, fanya basi kwa discipline, kwa sababu consistency ndio ambayo inayoleta miracle. So kama wewe ni creator mdogo kama mimi, ndio kwanza unajitafuta, usiache kwa sababu hauoni matokeo. Fanya kwa upendo, fanya kwa imani kwamba unajenga kitu kikubwa sana. Kila posti, kila video ni hatua moja mbele na siku moja utatazama nyuma na utajivunia kwamba haukuacha na ulianza kufanya hicho ambacho nakifanya, na haukuacha kwa sababu ilikuwa rahisi kuweza kuacha. Stay motivated, stay creative, like video hii. Una lolote la kuongezea juu ya hiki? Changamoto gani unakutana nayo katika safari yako ya kufikia malengo yako ama ya kutengeneza content? Pengine kuna issue inakutatiza, share na sisi katika sehemu ya comment. So mimi sina la ziada kutoka katika video hii. Tukutane wakati mwingine. Usisahau kuweza kushare na marafiki video hii, wapate basi ujumbe huu na wawe motivated na kuamini kile ambacho wanakipigania. Asante sana.